Halimashauli ya wilaya ya Chato imetoa zaidi ya shilingi milioni mia mbili tisini kama mkopo usio na riba kwa vikundi thelathini na tisa vya wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Akitoa taarifa ya utoaji wa mikopo hiyo mratibu wa mikopo halmashauri halmashauri ya wilaya ya Chato Gerard Ngwawa amesema vikundi ishirini vya wanawake vikundi kumi na tatu vya vijana na vikundi sita vya watu wenye ulemavu vimeweza kunufaika na mkopo usio na riba kutoka katika halmashauri hiyo kwa ya kwanza ya mwaka huu wa fedha 25 26, halmashauri 6 imetoa mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 294 kwa vikundi 39 ikiwa vikundi vya wanawake ishirini, vikundi vya vijana 13 na vikundi sita vya watu wenye ulemavu. Jumla ya vikundi vilivyokuwa vimeomba mkopo kwa awamu ya kwanza ni sitini na mbili. Elimu inaendelea kutolewa kwa vikundi hususan, athari za udanganyifu katika mikopo inayotolewa na halmashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, halmashauri ya wilaya ya Chato inakuomba ukabidhi mfano wa hundi yenye thamani ya fedha kiasi cha Tanzania shilingi milioni 294 zilizotolewa kwenye vikundi ishirini vya wanawake vikundi 13 vya vijana na vikundi sita vya watu wenye ulemavu. Akikabidhi mkopo huo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Chato, katibu tawala wa wilaya hiyo Thomas Dime amevitaka vikundi vilivyopokea fedha hizo kwenda kuzitumia kwa malengo yaliyokusudiwa ili waweze kurejesha mkopo huo kwa wakati. Najua nimepewa mafunzo, si ndiyo? mimi <tipi> niwaombe tu nyenye niona vikundi vyetu safalii, mzingatie maelekezo iliyopewa kwenye nini mafunzo <tipi> <tipi> sasa matumizi ya fedha yanayotolewa, sio uzingatie mpango na maandiko ya wa miradi miradi iliyokoneii ilio eh <im�iona> sasa, wewe mama, nenda kanunue ki kipande cha <im�iona> panga e, kipande cha nini chonii ongea milioni kumi, wewe nenda kafanye upato. Tunatarajia kwamba mkafanye kazi iliyokusudiwa lakini jambo lingine ni usimamizi wa miradi. Mimi nataka ni washauri vikundi vingi nimeviona vyote nilitembelea, usimamizi bado na kazi kubwa ya kusimamia miradi ambayo nimeiombea fedha na mnayokuteeleza, hebu kuwemo kwa usimamizi mzuri. Baadhi ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu waliopokea mikopo hiyo wameishukuru serikali ya awamu ya sita kwa kutoa fedha ambazo zitawezesha kuinua uchumi wao na taifa kwa ujumla. Mimi kwa majina, naitwa Anastasia,

Richard Vita, mikopo hii imetuwezesha sisi vijana kujiinua kiuchumi, kutoka katika utegemezi, kwa sababu vijana wengi unaona wamesoma hawajapata fursa, wengine wanakuwa na ladhalala na kufanya vitu ambavyo si vizuri kwanji, kwa nchi. Kwa maana hiyo, kwa mikopo hii inatufanya vijana tujikipu bize sana na kazi kwa ajili ya kujiinua kiuchumi na kuendeleza taifa letu, kwa sababu vijana ndio taifa la leo na kesho nakeshoaiaaa na ndowanyarutengo na na ya kata ya Nyamtengo. Ninamshukuru Mama Samia kwa kutukumbuka na sisi walemavu pamoja natsa mkongo wetu na maendeleo maendeleo t wote wenye shika la serikali mbarikiwe sana sana sana. Nashukuru Mungu awabariki na waongezee neema na baraka kubwa. Ninaomba mtukumbuke hata haka kasamsafiri wetu ni wa shida tunapotaka kwenda kurambua vizazi vya kazi vya kufanya kazi, hatuna chombo cha kusafiria. Mtu mtusaidie tupate chombo cha kuweza kusafiri, ili tupate ka mashine ka kuweza kuwasha haraka, haraka tunanunua mashine ya kuweza kusafiria. Kutoka hapa wilani Chato, mkoani Geita, mimi ni Pasco Musa, Star TV.